Viongozi wa dini kutoka Kaunti ya Homa Bay wametoa wito wa amani, utulivu na umoja kufuatia kifo cha Raila Odinga. Viongozi hao wametaka wanasiasa kutotumia kifo hicho kujipatia umaarufu au kuanzisha mijadala ya urithi wa chama cha ODM, wakitaka chama hicho kubaki na umoja. Aidha, viongozi hao wa dini waliomba viongozi wa Kenya walinde urithi wa demokrasia na ugatuzi wa Raila kama mojawapo ya njia ya kumpa heshima kazi aliyoitendea wa Kenya. Pia walipendekeza serikali kumpa heshima kwa kuipa eneo moja au sehemu ya Kenya jina lake Raila ili kumbukumbu zake ziishi miongoni mwa Wakenya milele. We appeal for peace, calmness, sobriety, orderliness, and

by naming or renaming one of the public parks or any landmark infrastructure in Nairobi after Raila Odinga as a memorial to the future generations of a man who created a lasting legacy in the history of our nation. We urge the ODM party to remain united under its present leadership and to refrain from any succession debates until the right time comes for such discussions. All we can ask as a people of Kenya is that let us remain united, let us forge ahead as one nation, just the way Raila anticipated. We are, so, we are very much uh, saddened by the death of our uh, friend Bab. Raila Odinga alipenda amani. na kama tunataka kumuonyesha heshima na kumpeleka kupumzika na amani, wacha tuonyeshe amani, tuonyeshe umoja, tuonyeshe upendo. Raila alipigania umoja wa taifa letu la Kenya. Tungependa ya kwamba baada hata yeye kufa na kuenda, tuzidi kupigania umoja, ili roho wake aliyopigania sana ipate kudumu, na hata watoto wetu ambao hawajazaliwa wapate kusherekea umoja, amani wa taifa la Kenya. Ningependa kuambia wanasiasa, hii sio wakati wa kutangaza ubingwa na kutafuta umaarufu ya kutumia nafasi ya kifo ya kiongozi wetu ambao tunaheshimu, kupigania umaarufu wako. Tunaomba ya kwamba tubaki na heshima, tupumzishe mzee. Baada ya hapo, tutaona tunaelekea wapi.